Kwenye eneo letu la Kihonda tuna wakandarasi wawili, mmoja anaitwa Jonta Limited, kampuni kutoka Shinyanga, wote ni local contractors. Huyu anatekeleza ujenzi wa daraja la Ngerengere, alafu na tuna mkandarasi mwingine ambaye anaitwa Osaka Limited ya kutoka Dar es Salaam, yeye akiwa anatekeleza ujenzi wa daraja la Kihonda. Yote yana urefu wa mita 30 yakiwa yanajengwa upande wa kulia kama unaelekea Dodoma kabla ya kufika njia ya panda ya Mazimbu ndiko liliko eneo la mradi miradi yetu. Daraja la kwanza ambalo ni la uh, Kihonda linategemewa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni saba, bilioni nne nukta saba na linategemewa kukamilika mwezi wa kumi mwaka huu ambalo tumesema linajengwa na mkandarasi anaitwa Jonta. Daraja la Kihonda mathalan, pia litagharimu kiasi cha shilingi bilioni 5.3 na lenyewe, kama lilivyo la Kihonda pia lila, kama lilivyo la Ngerengere, linategemea linategemewa pia kukamilika mwezi wa kumi mwaka huu. Kwa miradi sita ambayo tunayo katika mkoa wetu wa Morogoro, ambayo inatekelezwa chini ya ufadhili wa World Bank, inagharimu jumla ya, milioni ya bilioni 37.8 za Kitanzania kwa sasa chini ya, ya, ya miradi ambayo ya inafadhiliwa na World Bank, seki, sisi kama mkoa tuna miradi sita ya ujenzi wa madaraja sasa. Haya ambayo nimeyataja nime, ni kwa sababu tulikuwa tumezungumzia tu specifically kwenye barabara ya Morogoro Dodoma, lakini tuna maeneo mengine ambayo tunatekeleza miradi hii. Tuna wakandarasi wengine kwenye maeneo mengine, tuna ujenzi wa daraja la Chakwale, barabara inayotoka inaitwa Iogo Chakwale tuna daraja kubwa kule la almost mita mia, mia moja. Kuna maeneo ambayo yamekuwa ni changamoto hasa wakati wa mvua nyingi apitiki. kwenye ile barabara ya Yogo Chakwale tuna madaraja mawili tuna wakandarasi wazawa wawili wanatekeleza miradi ya madaraja kule kwenye eneo la Doma la barabara ya uh, Morogoro Iringa, tuna utekelezaji wa daraja pia eneo linaitwa Doma. Mnakumbuka, kama mtakuwa mnafahamu barabara, kuna eneo fulani tulijengaga daraja la dharura kwa sababu daraja moja lilivunjika. Sasa kwenye ile daraja chini ya utekelezaji wa miradi hii ya CERC tuna ujenzi pia wa daraja pale, lina spani ya mita 30.6 pia daraja letu lina msingi ambao una nguzo kwa ajili ya kuimarisha msingi ambazo kitaalamu tunaita piles. Kwa hiyo tutakuwa na chini piles ambazo ndo sasa hivi tunaendelea nayo, ambao upande wa kwanza utakuwa na pile 8 na upande wa pili utakuwa na kwa hiyo tuna jumla kwenye kingo za daraja za ya jumla ya paili kumi na sita alafu pia tutakuwa na pile cap ambayo ndio tutaanza msingi, then tutakuwa na kitu tunaita steam wall ambayo ndio hiyo kingo kingo wa daraja upande wa Dodoma na upande wa Morogoro. Baada ya hapo, tutakuwa na slab ambayo tunasema ni deki ambayo itakuwa, tutatumia girders badala ya kutumia bimu za, za zege tutatumia bimu za chuma na hapa tuna tekeleza mradi wa ujenzi wa daraja la Kihonda. A, kazi hii inahusisha ujenzi wa daraja la upana wa mita 30 ambalo litakuwa ni la zege pamoja na chuma, na vilevile inahusisha ujenzi wa kipande cha barabara za kuingia kwenye daraja mita 400 katika upande wa upande wa Morogoro na upande wa Dodoma na kazi za awali ambazo tumeanza nazo ni kwa sababu sehemu hii ni ya maji, tumeanza kwanza kwa, tumesafisha eneo na kuondoa uh, uh, udongo ambao haufai kwa ajili ya kifusi cha barabara na kuanza zoezi la uwekaji wa mawe kama ambavyo inaonekana katika saiti yetu. Lakini baada ya utaratibu, baada ya ba, kuweka mawe tutaendelea na kunyanyua tuta. Uh, na baada ya kunyanyua tuta tutaendelea na kazi ya ujenzi wa daraja. Kwa kweli wakati wa mvua ni kuna, kuna, kuna, kuna hatisha kwanza, maana kwanza maji yanakuwa mengi, yani bonde hili lote linazaga maji yani yani maji yanakuwa kila kona na maana mawasiliano ya kule hivi magari yanatoka hivi na yanatoka mjini hivi, na maana mawasiliano yanakatika e, na si yenyewe wakazi wao tunaishi mtaa huu inatisha, dada kwa kweli inatisha sana. E, kwa hiyo kama kwa ujenzi huu kidogo itasaidia na tungeomba si wananchi ni wakishamaliza ujenzi huu wapanue huu mto huu angalau kidogo hata angalau, maji mvua zinavyonyesha, yale maji apate mkondo, yaelekee sehemu husika. Barabara ishakuwa imekuwa ndogo kutokana na wingi wa watu na matumizi ya vyombo vya moto. Watu wapita kwa miguu wanategemea barabara hiyo hiyo, na wanaotembea na pikipiki humo na magari humo kwa utanuzi au utanuzi wa madaraja tutakuwa na, na unafuu kwa wapita kwa miguu na vyom, kwa wapita vyombo vya moto e, na vile vile naona utengenezaji huu ungeenda kidogo haraka kutokana na huku tunakupendea ndio kwenye masika o, changamoto kubwa a